Madaktari humu nchini wanatishia kugoma kuanzia tarehe 18 mwezi huu kutokana na kukosa kupata huduma za matibabu chini ya halmashauri ya afya ya jamii SHA. Kulingana na katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini KMPDU, Daktari Davji Atellah, madaktari wanafadhaika kutokana na hatua ya serikali ya kushindwa kuwasilisha matozo yao ya kila mwezi kwa halmashauri hiyo ya asilimia 2.75 ya mishahara yao. Madai ya kukosa kutibiwa kwa kutumia bima ya halmashauri ya afya ya jamii yanaendelea kuibuka huku madaktari wakiwa hivi punde kuwasilisha malalamishi kuhusu swala hilo. Wakizungumza jijini Nairobi siku ya Ijumaa, viongozi wa chama cha madaktari nchini na wataalamu wa meno KMPDU chini ya katibu mkuu Davji Atellah wameshutumu serikali kwa kuwazuia wanachama wao kupata huduma za afya kwa kukosa kuwasilisha kwa halmashauri hizo matozo yao ya matibabu yaliyokatwa kutoka kwa mishahara ya madaktari.

Serikali za kaunti pia zinapaswa kulaumiwa kwa kupuuza maslahi ya madaktari that are. Wakati huo wa huo, KMPDU imeibua wasiwasi kuhusu kile inachodai ni uamuzi wa baraza la madaktari na wataalam wa meno humu nchini kuidhinisha wahudumu wa afya kutoa huduma ambazo zinakusudiwa tu kutolewa na madaktari maalum. Madaktari nchini wanazidi kutoa shinikizo kwa wizara ya afya kutanzua utata kuhusiana na utekelezwaji wa bima ya SHA, wakielezea malalamiko yao kutoweza kutopokea huduma chini ya bima hiyo. Nikiripotia darubini ya Channel 1, jina langu ni Joseph Wahungu.